Hii ni Bugoma TV. Habari. Habari. nafasi hii kumkaribisha sana kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru pamoja na msafara wake wote katika wilaya yetu ya Mpanda. Mwenge wa uhuru ukiwa wilayani Mpanda utakimbizwa kilometa 293.4 na kufikia jumla ya miradi 25 yenye thamani ya shilingi bilioni 4 milioni 173 na 939 na 948 na senti mbili. Leo tarehe ishirini na nne mwezi wa tisa eh, ishirini ishirini na tano mwenge wa uhuru utakimbizwa katika halmashauri ya manispaa ya Mpanda ambayo ina jimbo moja la uchaguzi, tarafa mbili, kata kumi na tano, mitaa arobaini na tatu, vijiji kumi na nne na vitongoji sabini na tisa mwenge utakimbizwa kilomita sitini na nne na kufikia miradi kumi na mbili Kati ya miradi hiyo, miradi sita itazinduliwa, miradi mitatu itawekewa jiwe la msingi, miradi miwili itatembelewa na mradi mmoja utakabidhi vya dharura. Miradi yote ina thamani ya shilingi bilioni tatu milioni ishirini na sita, laki nne themanini na nne mia tisa kumi na tano na senti sitini na nane. Nyinyi wenyewe ni mashuhuda. Hakuna mwananchi leo hii ambaye anaishi ndani ya kata ama kijiji ambaye analalamika miundombinu ya maendeleo ambayo haijafika katika maeneo yao. Maeneo yote na vijiji vyote serikali imeenda kutimiza wajibu wake kwa kwenda kutii maono kwa vitendo juu ya falsafa ya mwenge wa uhuru, na ndiyo maana tunaendelea kukimbiza tukiwa katika hali ya amani na utulivu ndani ya taifa letu. Maendeleo oye! Oye, maendeleo haya yanakuja ni kwa sababu ya imani tulizonazo wananchi. Leo hii tungelikuwa wananchi hatukubali maendeleo ya serikali, kwa kweli haya yangelikuwa ni historia ndani ya mioyo ya viongozi wetu, yangelikuwa ni historia ndani ya viongozi wa wilaya pamoja na kitaifa. Wangelitamani kujenga madaraja yenye ubora kama haya, lakini wangelishindwa kuyajenga. Ni kwa sababu ya wananchi wangelikuwa hawajaridhia maendeleo hayo, lakini leo hii tumeonyesha jinsi gani kwa Tanzania pamoja na wanamkoa huu wa Katavi, tumeridhika na maendeleo ambayo yanaendelea kupatiwa ndani ya manispaa yetu. Na mimi kwa niaba ya wenzangu na ukaguzi ambao tumeufanya katika eneo hili, kwa kweli mwenge wa uhuru umeridhia na umeridhishwa kuweza kuweka jiwe la msingi juu ya utekelezaji wa ujenzi wa daraja ndani ya eneo hili maendeleoye